Ndugu wananchi wa kata ya Ndugumbi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, vijana wetu, akina mama, wazee wetu Mabibi na mabwana, habari za jioni wananchi. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru kwa, kwa mahudhurio yenu. Tumeona mmejitokeza vizuri, na kwa kweli wengi mko kwenye sare za chama cha mapinduzi. Tumewapenda Ma. sana, lakini ndugu wananchi, tumekuja Ndugumbi. Ndugumbi hatuna maneno mengi. Tugumbi ni sehemu salama kwa chama cha mapinduzi. Tumekuja kwanza kuwashukuru kwa kutuchagua. Miaka mitano iliyopita tulikuja hapa tukawaomba ridhaa, na nyie bila iana mliamua kuichagua sisi CCM Ukichagua chama cha mapinduzi kuwachagua wagombea waliotokana na chama cha mapinduzi. Kabisa baba! Lakini wakati tunakuja miaka mitano iliyopita tulitoa ahadi na nyie ni mashahidi. Sasa muungwana ni kuja kushukuru Ehe. Lakini pili kuja kuelezea zile ahadi tulizotoa zimetekelezwaje? Sawa sawa jamani, eh? Sasa hapa Ndugumi alikuwa diwani wa Ndugumi komredi masawe amesema, na mimi namfahamu mzee masawa Ndugumi kazi kubwa imefanyika, na mwenye anasema ushahidi tunao hapa Ndugumi, majumba haya ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji uliosimamiwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu. Kwa sisi wamauumi, tunafahamu miaka ya Juma maneno haya hayakuwa hivi. Uongo kweli? Lakini leo thamani ya maeneo yote imeongezeka kwa sababu ya hii e structure ambayo tunaiona hapa mbele yetu, ambayo sisi tumekaa tunaiangalia, si ndio? Jamani, utekelezaji wa awali ni huu, mwenye macho alitazama. Ndugu zangu, tusije tukalaghaiwa, serikali tuka ya Chama cha Mapinduzi imetekeleza kwa vitendo ahadi zake. Nani kama sisi? Nani kama Dkt. Samia? Lakini nyiye mnatambua kwa muda wa miaka mitano kwenye sekta ya elimu, amesema hapa ndugu masaa, shule zetu tatu za msingi zimepata mambo mengi sana. Tumechimbiwa vyoo, tumeongezewa madarasa tumeongezewa madawati kwa shule zetu zote tatu za msingi, na mmemsikia aliyekuwa diwani akasema ufaulu umeongezeka. Ni kwa sababu ya mazingira mazuri ya wanafunzi wetu kusoma, hali iliyopelekea watoto wahisi wanasoma mahali pazuri, na hatimaye matokeo ya ufaulu yameongezeka. Kani kama dk Sabi kwenye sekta hiyo, ninafahamu hatulipi chochote wananchi, watoto wetu wanasoma bure, lakini tumekuwa na shule ya sekondari tuliani na yiye wanadugumbi hususani wa wana maoneo ndio jirani yetu ni mkombozi wa watu wa umi. Miaka ya nyuma watoto wetu vijana wetu wanakwenda kusoma mali hii o, vijana wetu wanasoma hapa karibu kabisa, nani kama sisi ah! Dr Samia oye, kwenye sekta ya afya, ndugu wetu Masawe pia amesema tunacho kituo chetu cha afya ambacho kimezoelea kuita kituo cha afya Magomeni au watu wengi wanaita hospitali ya Magomeni. Kituo kile kiko kwenye kata ya Ndugumbi, na wanufaika wa kwanza ni wananchi wa kata ya Ndugumbi. Namsikia diwani wetu anasema wamefanyika ukarabati mkubwa. Leo kila huduma inapatikana kwenye kituo kile cha afya. CCM oyee! CCM oyee! Lakini hata kwenye miundombinu ya barabara hatuko nyuma. Ukizunguka hapa, unaona barabara ya lami, si ndio? Jamani, imezunguka majengo yetu ya kota majengo barabara hizi ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Pesa zimeletwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani kama Dokta Samia? Lakini tunayo mabarabara mengine mengi, Mlandizi, Kondoa, Argentina na maeneo mbalimbali. Ndugumbi leo inang'ara. Nani kama CCM? nani kama CCM? Niseme nisiseme? Sema. Niseme nisiseme? Sema. Ilani ijayo 2025-2030 inakwenda kujibu kero zote zilizobakia kwenye kata ya Nduguni. Kama tuna miundombinu ya barabara imebaki inakwenda kurekebishwa kama tuna mabomba hayatoi maji yanakwenda kutoa maji pale. Mashuleni kwetu tutaendelea kuziboresha. Zile kituo cha afya tutaendelea kukiboresha, kuleta wa, wa, wa, wafanyakazi na madawa. Kwa hiyo kila sekta kwenye kata hii ya Ndugumbi inakwenda kupata maendeleo endelevu. Sisi mwale, ni waombe wana Ndugumbi. Niwaombe sasa wana Ndugumbi, tarehe 29 Oktoba hakikisheni. Na mimi nawafahamu watu wa Ndugumbi ni ndugu zangu, hamwezi kufanya makosa. Hakikisheni tunakwenda kumpa kura zote Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutufanyia kazi ya kuleta maendeleo kwenye kata yetu ya Ndugumbi. Nyiye mnafahamu tunaye mbunge wetu ndugu yetu Tarimba Abasi, amefanya kazi kubwa kwa muda wa miaka mitano, na ushahidi wa hilo tunao hapa, nyumba za kota. Tunacho kisima ametujengea kwa kutambua adha kubwa tunayoipata wananchi wa hapa ya kukosa maji, lakini tuseme pamoja na kisima kile anakwenda kusimamia maji ya DAWASCO yaje kwenye nyumba hizi. Nani kama Tarimba? Nani kama Tarimba? Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa mpeni kura nyingi ndugu yetu Tarimba Abasi aendelee kututumikia wana Ndugumbi na wanaKinondoni wote kwa ujumla wake. Tarehe ishirini na tisa Tunaye kipenzi chetu, dada yetu, mama yetu, rafiki yetu, Bi Amina Zuberi mte mama! Wakina mama e, Ndugumbi mmepata mwenzenu, ametoka mwenzenu, amekuja mama yule anawapenda sana watu wa Ndugumi, amewatumikia, ame wanandugumbi katika mazingira mengi. Amekuwa mwenyekiti wetu wa mtaa kwa muda wa miaka kadhaa, amekuwa mwenyekiti wetu wa chama kwa miaka kadhaa, na leo chama kimemwamini kimempa ridhaa ya kuwatumikia wanandugumbi katika nyanja ya udiwani ni waombe sana wanandugumbi, msipoteze lulu ile, msimpoteze Amina Mtengu. Ana uwezo mkubwa wa kuwatetea watu wa Ndugumbi. Ni waombe tarehe ishirini na tisa kwa umoja wetu wanandugumbi wote bila kupotea hata kura moja, tukampe kura kipenzi chetu biamina Mtemu. Nataka niwaambie wana Ndugumbi, wako watu wanapita wanasema, mpeni kura diwani, mpeni kura rais, msimpe mbunge, wakataeni. Sisi kwenye chama chetu tuna mafiga rais, mbunge wetu na diwani wetu, ili tupate maendeleo. Tunahitaji kuwachagua wote watatu. Biamina Mtengu atakwenda halmashauri, Tarimba Abasi atakwenda bungeni, Rais Samia anafunga magoli kwa kuleta maendeleo. Kwa hiyo niwaombeni sana, wanandugumi, nirudie, tusifanye makosa. Chama cha Mapinduzi ni chama kinachoaminika. Wanaokuja hamuwafahamu, hamfahamu hata wanakaa wapi, lakini wagombea wa Chama cha Mapinduzi mnawafahamu, mnafahamu majumbani kwao, lakini mnafahamu dhamana yao ni Chama cha Mapinduzi. Nawaomba sana tupeni ridhaa hiyo, tutafanya kadri ya uwezo wetu kuwasimamia walete maendeleo kwenye kata yetu hii ya ndugu Biamina, nakuomba hapa mbele. Mmemwona Biamina, simnamfahamu? Mnamfahamu mama la mama, sindio jamani? <tipa> namtambulisha kwenu, namwombea kura nyingi za ndio, kura zote za wanandugumbi sisi mtem sasa, amesema katibu wenu wa kata, amesema katibu mwenezi wangu, nimekuwa na maeneo mengi, natakiwa niende, lakini na mnafahamu kule Makongo tuna mwana ndugumbi mwenzetu Joseph Ruegasila na yeye anaomba kura leo, ni mtoto wa hapa Ndugumbi ameniomba sana niende kule. Kwa hiyo nisipokwenda atanifikiria, niwaombe wana Ndugumbi, mwenyekiti wa muda, njoo Tina, nataka akuachia jukumu hili mwenyekiti wetu, endelea na utaratibu na endeleeni na ratiba kwa uta, utaratibu mlioupanga, lakini mwisho kabisa mumpe nafasi dada yetu Biamina ajiombee kura, Amwombe kura mheshimiwa mbunge wetu, amwombee kura rais wetu. Wana Ndugumbi simtatoa kura zote. Haya, watakaompa Dakta Samia mikono juu, watakaompa Serimba Abasi mikono juu, watakaompa Biamina mikono juu. Hapa Biamina, mambo safi. Nawashukuruni sana, asanteni kwa kunisikiliza.